Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ndugu zangu katika imani, leo nataka niseme nanyi kisa kifupi lakini chenye funzo kubwa sana katika maisha ya Muislamu. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam Alisimulia kuhusu mwanamke mmoja aliyeishi zama za kale. Siku moja, mwanamke huyu alikuwa akitembea jangwani katika joto kali akiwa amechoka sana. Akapita karibu na kisima, akataka kunywa maji. Lakini kabla hajapumzika, macho yake yakamwona kiumbe mdogo, mbwa, anapumua kwa shida, ulimi umetoka nje. Karibu kufa kwa kiu. Watu wengi walikuwa wakipita pale, lakini hakuna aliyemjali. Lakini mwanamke huyu, ingawa hakuwa tajiri, hakuwa maarufu, moyo wake ulikuwa na huruma. Akaangalia kile kisima kikawa kirefu, hana kamba, hana chombo. Alichobaki nacho ni kiatu chake tu. Akatokeza moyo wa huruma Akateremka ndani ya kisima kwa tabu, akajaza maji kwenye kiatu chake, akapanda juu kwa nguvu, na akampa yule mbwa anywe. Mbwa yule akapumua, akapata uhai, akarejea nguvu. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, Allah alimsamehe kwa hilo. Ndugu yangu, huu ni ujumbe mzito kwamba wakati mwingine msamaha wa Allah unakuja kupitia jambo dogo sana, kitu ambacho watu wengine wanakidharau, lakini moyo wako unapokifanya kwa unyofu, Allah anakikuza. Usidharau wema hata kama ni mdogo. Huenda hiyo tabasamu yako, msaada wako mdogo, au huruma yako kwa kiumbe chochote ikawa ndiyo sababu ya msamaha wako mbele ya mola siku ya mwisho. Allah ni mwingi wa rehma na hapotezi thawabu ya mwenye kutenda wema. Hasbuna Allahu wa ni'mal wakil. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.